Si habari mpya kwa mwanachama wa Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya kukosa huduma ama dawa fulani kwa maelezo kuwa hailipiwi na bima. Hata hivyo, si wote wanaodadisi sababu ya hilo. Changamoto ni kwamba umekuja na kadi yako ya bima lakini kuna wakati dawa zingine haupati kabisa, unaambiwa ukanunua mwenyewe mpaka najiuliza, naanza kuwauliza, inakuaje bima yangu, wakati ni kubwa, ina uwezo wa kupata hiyo dawa, alafu ananiambia kwamba dawa nini, hann haikam hai, hai, hai, hai, kwenye bima yangu. Mtu anakuambia mimi nina bima yangu hii, lakini akija hapa akiandikiwa MRI na ambao haipo katika bima, bima haiwezi kukava. Kwa hiyo unapompa ile service identify package ambayo anapata, mimi na imani kila kitu kinaenda kukaa vizuri. Alipozungumza na Azam News, manager wa NHIF mkoa wa Kinondoni, Dar es Salaam, Dr Francis Malaba ametueleza kuwa kitita cha mafao cha NHIF huandaliwa kulingana na orodha ya dawa zilizoainishwa katika mwongozo wa tiba nchini, ama Standard Treatment Guideline, mwongozo ambao huboreshwa kila baada ya miaka mitatu. Swali ni je, inakuwaje mteja akose huduma? Kuna wakati ambapo NHIF inakuwa imeshaingiza dawa zake kulingana na mwongozo wa tiba lakini katikati pale aidha dawa zikaongezeka au huduma fulani ikaongezeka. Sasa inapoongezeka, kwa kipindi kile, unaweza ukaenda kwenye kituo ambapo ile huduma haipo. Sio kwamba NHIF ilidhamiria kutokuweka ile huduma, sio kwamba sababu ya gharama, la hasha. Ni kwa sababu aidha, wakati kinaandaliwa kile kitita, ile huduma aidha, haikuwepo, au haikufanyiwa tafiti katika kipindi husika. Kwa mfano ukichukua mwaka mmoja moja uliopita kipimo kama cha ambacho leo kipo pale taasisi ya, ya saratani Ocean Road tunaita PET CT scan. Hii PET CT scan ni kipimo ambacho uh, na, kina mpima mwanachama au mgonjwa, lakini pia kinaweza kutambua mwendelezo wa hali yake ya saratani. Sasa ukisema mwaka mmoja uliopita hii huduma haikuwepo, lakini leo inatolewa. Kwa hiyo, kama ungeenda wakati haijaingizwa na NHIF huwezi kuipata ile huduma leo tunapoongelea matibabu ya moyo, miaka sita au saba iliyopita mfano hatukuwa na taasisi ya moyo, na ilipoanza zile huduma hazikuwepo NHIF, lakini bima ya afya ilihakikisha kwamba inaziongezea zile huduma na leo zinapatikana kwa wanachama. Kwao upatikanaji wa huduma umeendelea kuongezeka kile inapohitajika. Hata hivyo kuna wakati huduma hiyo inaweza kukosekana katika kituo A, lakini ikapatikana katika kituo B. Sasa unakwenda kwenye kituo cha zahanati, kwa mfano pale, hayupo daktari bingwa, unaona hayupo md mfano, lakini unataka huduma ambayo umeipata kituo cha taasisi ya Mwimbili, unasema mbona Mwimbili nilipewa, alafu huku nimeikosa, kumbe ni ngazi ya kituo, lakini nenda kwanzia ngazi ya hospitali ya wilaya, hospitali ya rufaa za mikoa au hospitali zingine ikiwa ni asilimia nane ya wa Watanzania wanaopata huduma ya bima ya afya kupitia NHIF. Bila shaka safari ya kuifikia bima ya afya kwa wote inahitaji nguvu ya pamoja. Faraja Sendegea, Azam News.